na wadau wengi wa soka nchini Tanzania ni mchezo wa mzunguko wa ishirini na tatu, ambapo mchezo huu utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club wakiwa ugenini dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu ni mchezo wa mkondo wa pili katika dula salama kombe la ligi ku Tanzania bara. Kabla ya kwenda kukujuza kile ambacho kimeweza kubadilika katika mchezo huu, basi kama ni mdau wa michezo, unaamini klabu itakwenda kuibuka na ushindi, like video yetu. Alafu tunakuacha na swali moja kuelekea katika mchezo huu kati ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club. Je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kuibuka na ushindi katika mchezo huu? Kwa sababu ukiangalia kunako msimamo e, wa ligi kuu ya NBC mpaka sasa, ikiwa mechi za mzunguu wa ishirini na mbili zimemalizika, Yanga Africans ndiye kinara akiwa amecheza michezo ishirini na mbili, ameshinda michezo kumi na tisa saro ukiwa ni mchezo mmoja, na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao hamsini na nane na wao kuruhusu mabao tisa. Kifupi, Yanga ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi, wakifunga mabao hamsini na nane na goal difference yao ni mabao arobaini na tisa wakiwa na pointi hamsini na nane kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans ama Yanga wanakwenda kukutana na mnyama mkali ambaye ni Simba Sports Club. Kwa mujibu wa msimamo, Simba yeye amecheza idadi ya chache ya michezo akicheza michezo ishirini na moja. Katika michezo yake ishirini na moja ameshinda michezo kumi na saba, sare ikiwa ni michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja. Simba amefunga mabao arobaini na sita na yeye kuruhusu mabao nane, goal difference ikiwa ni mabao thelathini na nane wakiwa na pointi hamsini na nne katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tunaona tofauti ya alama kati ya Simba dhidi ya Yanga mpaka sasa ni alama nne, huku Young Africans yeye akicheza idadi nyingi ya michezo akicheza michezo ishirini na mbili Simba akicheza michezo ishirini na moja Na kingine kuelekea katika mchezo huu, tunaona Yanga ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi, wakifunga mabao hamsini na nane Klabu ambayo imeruhusu mabao machache ni Simba wakiruhusu mabao nane. Kiufupi Simba wapo vizuri kwenye kujizuia, lakini klabu ambayo mpaka sasa imepoteza michezo michache ni Simba wakipoteza mchezo mmoja pekee, lakini Simba wametoa sare michezo mitatu. Kwa hiyo tunaona ni mechi ambayo Simba wenyewe anaamini wakipata ushindi basi wataweza kujiwekea mazingira mazuri ya kuweza kubeba ubingwa, lakini Young Africans naye pia anaamini akishinda moja kwa moja atajitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kuutetea ubingwa wake wa ligi kuu ya NBC. Lakini kuelekea katika mchezo huu, katika michezo kumi ya mwisho, Simba kukutana na Yanga Sports Club, basi fahamu, Yanga ameshinda michezo sita Simba akishinda mchezo mmoja pekee na sare ikiwa ni michezo mitatu. Kwa hiyo tunaona katika mechi kumi za mwisho Simba dhidi ya Yanga, Yanga anaongoza kwa kumfunga Simba Sports Club. Na mchezo wa mzunguko wa kwanza ligi kuu ya NBC ni mchezo ambao ulichezwa tarehe kumi na tisa mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na nne na Simba waliweza kufungwa bao moja kwa sufuri, bao la mchezaji Kelvin Kijili kuweza kujifunga, lakini mchezo huo ulikuwa na matukio mengi ya kuta ya utata, imewamo Simba kunyimwa penati sambamba na Yanga Sports Club. Kwa hiyo waenda kukutana katika mchezo mwingine, Simba wakiwa na malengo ya kufuta uteja kwa Yanga Sports Club. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kwa mujibu wa ratiba ambayo iliweza kupanga awali, mchezo huu Unachezwa siku ya Jumamosi ulikuwa uanze saa kumi na moja jioni. Sasa kutokana kwa sasa ni mwezi wa mfungo ama mwezi wa Ramadhani, basi tunaona e, kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF, kupitia bodi yake, wameweza kubadilisha ratiba ya mchezo huo kwa sababu ya kile kinachodaiwa kwamba wachezaji wengi watakuwa kwenye mfungo. Fahamu mchezo huo upo pale pale siku ya Jumamosi ambapo mchezo huu kwa mujibu wa ratiba utakwenda kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe hiyo nane mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini muda wa mchezo umeweza kubadilishwa kutoka saa kumi na moja jioni. Sote tumeshuhudia mechi nyingi za Simba na Yanga uwaga zinachezwa saa kumi na moja jioni. Sasa mchezo huu utakwenda kuchezwa majira ya saa moja usiku yaani saa moja na robo usiku ndio kipote hiki ambapo kitakwenda kuanza. Kwa hiyo tunafahamu wote, mchezo huu ukianza saa moja na robo, kipindi cha kwanza kitamalizika saa mbili kamili, na mara baada ya hapo, tunashuhudia kipindi cha pili kitakwenda kuanza saa mbili na robo. Kwa hiyo maximum mchezo huu utamalizika kwenye mida ya saa tatu hivi na dakika tano usiku ama saa tatu kwa, tunaona hiko ndicho kilichojiri kuelekea katika mchezo. Muda wa mchezo umeweza kubadilishwa kutoka saa kumi na moja jioni na kupelekwa saa moja usiku. Nini maoni ni mtazamo kwa muda huu kuweza kubadilishwa muda? Je, kwa mchezo huu kuweza kubadilishwa muda, kwa upande wako wewe unaiona klabu gani ikienda kuibuka na ushindi? Toa maoni katika comment, na sitakuja kuyasoma.